Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika semina yetu ya mwezi uliopita tuliona faida ya hijama katika nyayo, tuliona faida ya hijama kufanyika katika nyayo, na ni mwendelezo wa kuongeza maarifa katika fani hii muhimu ya tiba ya hijama. Tuliona katika somo lile unyetu wa nyayo katika tiba, nyayo zinahusiana na mfumo mkuu wa fahamu, ambapo una mahusiano makubwa kimawasiliano na viungo vya mwili: macho, moyo, figo, ini, mapafu, utumbo mkubwa na utumbo mdogo kongosho, tumbo na kwa ujumla wake. Na tuliona pointi tofauti za kufanyia hijama katika nyayo, lakini mazuri, miongoni mwa mazuri ya hijama ya nyayo kwamba hijama ya nyayo ina ladha ya kipekee, haifanani na ladha maeneo mengine. Sio kama baada ile semi namshafanya hijama ya nyayo. Hijama ya nyayo ina ladha ya kipekee, maumivu yake wakati wa kutoboa zile sindano, mashallah unapata ladha nzuri sana ya mifumo ya fahamu. Kwa tuliona hijama katika ufungu wa nyayo, mwanzo wa kisigino, faida zake. Sasa leo tutakuja kuona faida ya hijama katika kiganja cha mkono. Kwa kuongeza tuko kule kwenye nyayo. Kumbuka nyayo kuna upande wa kushoto, kuna kwa maana mguu wa kushoto na kuna mguu wa kulia. Ikiwa magonjwa yanahusiana na pressure maana yake kwamba sehemu kubwa ya mfumo wa presha unahusisha moyo ambao upo upande gani? wa kushoto k kwa, kwa hiyo mguu wa kushoto wewe ni kipaumbele cha kwanza, mguu wa kushoto wewe kipaumbele cha kwanza kwa ajili ya kurudisha mahusiano ya mapigo ya moyo vizuri na kuleta uwiano sawa mapigo ya moyo kwa maana usija ukapiga upande mmoja, hali ya kuwa mtu ana kesi inahusiana na nini na na, pressure. Na kwa hivyo hivyo, tukiingia kwenye upande wa mikono wa viganja ikiwa ni kesi ya pressure, lazima mkono wa kushoto uwe ni ni first sawa, eh? uwe ni eneo la kwanza kwa sababu una mahusiano makubwa kiganja chako cha mkono wa kushoto na mahusiano ya utendaji kazi wa nini wa moyo. Faida ya kwanza inayopatikana kwenye hijama ya kwenye kiganja cha mkono ni kuboresha mzunguko wa damu. Inasaidia kwenda kuboresha mzunguko wa damu, huongeza mtiririko wa damu katika kiganja na vidole husaidia kutuliza baridi au ganzi mikononi hasa kwa wenye presha ya chini au kisukari, hasa kwa wenye presha ya chini low blood, blood, low blood pressure ama diabetes kwa maana ya kisukari. Kwa hiyo hijama ya kiganja inakwenda kuboresha mzunguko wa damu, lakini wakati wowo husaidia kutuliza baridi au ganzi mikononi. Kuna watu wanakuwa nalalamika sana kwenye mikono wanapata nini? Ganzi. Ni vizuri ikiwa hijama yako inataka kuhusisha tu kwenye vigonjo vya viganja vya mikono pekee au nyao za miguu pekee, ni vizuri mgonjwa akasafisha vizuri nyao zake kwa maji safi na sabuni, maji ya vuguvugu, akaziosha vizuri, akafuta kwa kitambaa safi, kabla ya kufanya nini kufanya hiyo hijama. Sinaeleweka, eh? Ehe, eh, ukapaka mafuta ya habba sauda pamoja na zaituni kwa ajili ya kuweka ulaini wa viungo, alafu baada hapo ukaingia kwenye hiyo hijama. Kwa hiyo inasaidia sana kwa wenye pressure au hasa wale wenye pressure ya kushuka. Kama mtu ana kesa pressure ya kushuka ukimfanyia hijama katika nyai, katika katika kiganja utakuwa umemsaidia kwa, kwa kiwango kwa kiwango kikubwa sana pia na watu wenye kisukari. Faida ya pili, hijama katika kiganja, kutuliza maumivu ya mishipa. Husaidia sana kutuliza maumivu ya mishipa, husaidia kuondoa maumivu na ganzi yanayotokana na kukandamizwa kwa mishipa ya kati. Inafaa kwa watu wanaotumia mikono sana, kama wapishi, mafundi washi na kadhalika. Kuna watu wana kazi sana za kutumia nini, mikono. Hali hii inapelekea kupata maumivu ya mishipa kutokana na muda mwingi inakuwa inatumika ile mikono. Kwa wapishi, wakuta mwingine kila siku anakaza kupika majungu ya chakula, au kwa siku anapika majungu karibu matatu. Kuna watu wanafanya biashara katikati ya miji, sawa? Eh, wewe unakuta akiingia kwenye upishi anakuwa ni full time, yuko kwenye mapishi. Kwa hiyo inapelekea misuli ya mikono kufanya nini? Kuuma. Hijama ya viganja vya mikono itasaidia kutuliza maumivu ya misuli ya mikono, hasa kwa watu ambao wanafanya shughuli kama hizo za kupika ama wanaofanya kazi za ufundi, washi, ujenzi, kazi zinazohusu mikono, kazi zinazohusu mikono. Hata wale wanaopakia mawe, wanapakia mchanga, kuta viganja mikono full time ipo kwenye nini? Ipo kwenye kazi, huwa wanapata tatizo la maumivu ya misuli. Kwa hiyo hijama ya kwenye viganja vya mikono ina msaada mkubwa sana katika kutuliza maumivu ya mishipa. Hiyo faida ngapi? Faida ya tatu kurekebisha mfumo wa fahamu. Faida ya tatu kurekebisha mfumo wa fahamu. Kiganja, kiganja kina mishipa mingi ya neva, kwa maana ili afahamu, kufanya hijama hapa huweza kutuliza msongo wa mawazo kwa maana stress, wasiwasi na huzuni, hurekebisha usingizi na hali ya kupumzika. Tunapozungumzia mifumo ya fahamu, ndio inayomfanya mtu kulala kwa afya, kuamka kwa, kwa afya. Tunapozungumzia mfumo wa fahamu, ndio ambao humfanya mtu kuondokana hali ya msongo wa mawazo stress hiyo, lakini pia kuishi na maisha yale ya wasiwasi muda wote, ama kupata na hali ya huzuni muda wote, kujisi kama vile ameachwa, kama vile ni mtu ambaye yuko pweke. Haya yote ni magonjwa yanahusiana na mfumo wa nini, wa fahamu. Kwa hijama ya kwenye viganja husaidia sana kurekebisha mfumo wa fahamu, kwa maana kiganja kina mishipa mingi ya neva ambayo hufanya kazi. Kufanya hijama hapa huweza kutuliza msongo wa mawazo stress, lakini pia wasiwasi na huzuni, kurekebisha usingizi na hali ya kupumzika kwa maana mwili unakuwa una pumziko nzuri, kwa sababu ya kuondokana na hiyo mizigo ya msongo wa mawazo na wasiwasi. Hiyo ni faida ngapi? Ya tatu katika faida ya tiba ya hijama katika kiganja. Faida ya nne, faida ya nne, Hijama ya kwenye kiganja husaidia kutibu magonjwa ya ndani kwa njia hiyo ya kutoa sumu. Kiganja kina maeneo yanayohusiana na viungo kama vile moyo, kuna maeneo ya kwenye kiganja, kuna mahusiano makubwa na na moyo, na kuna maeneo yanayohusiana na ini sawasawa na kuna maeneo na yanayohusiana na figo na kuna maeneo yanahusiana na mapafu na kuna maeneo yanahusiana na tumbo, viungo vikuu hivyo. Sawa. Faida ya kumi na mbili, kurahisisha utambuzi wa magonjwa mengine, kurahisisha utambuzi wa magonjwa mengine. Wataalamu wa hijama wanaweza kugundua viashiria vya maradhi kupitia mabadiliko ya ngozi, damu au maumivu katika eneo hili. Nadhani wapo wataalamu wanaotumia viganja na mikono kujua nini magonjwa, si unaelewa eh? Mtu anashika kiganja, lakini by profession wamesoma, wanafahamu. Kwa akimshika mtu kiganja, anajua ana shida ya ini, hu ana shida ya macho, hu ana shida ya figo, huyu ana shida ya bandama, wanajua nzuri lakini hiyo ni elimu fani. Sisi hapa binafsi mimi wa watu wenye hiyo ujuzi huo mimi sina. Kwa hiyo viganja sote vina faida katika tiba ya hijama, lakini pia vinasaidia kujua magonjwa mengine. Sasa ukiwapata wataalamu ukaenda ukajifunza kwao, itakuwa ni katika jambo jambo jema, itakuwa ni moja katika njia ya kuongeza maarifa au mkawapata wataalamu kama hao siku moja moja, tukaa natumia wanakuja kutoa semina, basi pia itakuwa ni njia ya kusaidia na wenzako waweze kufanya nini kupata hayo, hayo maarifa. Kwa hiyo katika faida ya kiganja sio tu faida wakati, wakati wa kufanyia hijama, lakini pia wataalamu wa hijama wanaweza kugundua viashiria wa vya, vya maradhi kupitia mabadiliko ya ngozi damu au maumivu katika eneo hili Kisunna, kisuna, hijama katika maeneo mbalimbali ya mwili ilifanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, na maswahaba wake kwa ajili ya maradhi na kujikinga. Hijama katika maeneo ya pembezoni mwa viganja ni mbinu muhimu sana kutoa sumu na kusawazisha afya. Sawa. Eh, kwa hiyo tunapozungumzia hijama katika mkono, kwa kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama katika maeneo tofauti ya mwili. Kwa hiyo kiganja ni sehemu mojawapo muhimu ya kuifanyia nini hijama. Nyayo ni sehemu mojawapo muhimu ya kuifanyia hijama. Kwa hiyo usikariri kwamba mgongoni, sawa, kichwani labda na eneo la mbele la, la mwili, bali viganja <coughs> na miguu, viganja na mikono na miguu vyenyewe vyote vinahusika katika utendaji kazi wa mwili. Kwa hiyo kufanya hijama maeneo hayo kuna msaada mkubwa ambao unasaidia kiafya. Hizo ni faida kumi na mbili zinazopatikana kwa faida ya kufanya hijama katika viganja vya mikono. Ramani ya pointi za hijama kwenye kiganja cha mkono, ramani yake kwamba yale maeneo ambayo natoka uya pointi kwenda kuyafanyia hiyo hijama ni maeneo gani? Na ukiingia kwenye social media utaona ziko kapsi zenyewe, ziko kama bomba za sindano, zinatumika kwa ajili ya kuweka kwenye ima vidole kama Mungu kwa ajili ya kuweka. Kwa hiyo kuna maeneo mengine unaweza kutumia tu kufanya nini kutoboa sio kuweka kapsi, utaweka kapsi ali maeneo ambayo naka kapsi, na ka, kapsi. Tumeelewana jamani? Kwa wale wenye vidole vyembamba, kuna watu na vidole vyembamba, jamani acha kabisa, wakuta kidole unaweza kusema chelewa. Sasa unaenda kuweka kapsi gani? Tumefahamiana? Kidole gumba, kidole gumba hapa, hichi kidole gumba kidole gumba hiki, mara nyingi sana kinaunganishwa na afya ya kichwa na shingo, yaani afya ya kichwa na shingo. Kuna wale watu wa massage. Eh? watu wa massage unakuta kwamba mtu anakuchua kutokana na eneo sawa. Kwa hiyo ukimchua mtu katika, ukimfanyia massage katika eneo la kidole gumba, basi ujue hapo unakwenda kurekebisha afya ya maumivu kutokana na maumivu ya kichwa au maumivu ya nini ya shingo. Kidole gumba inahusiana sana na afya ya kichwa na nini na shingo. Kidole cha shahada, kuna mtu analala huko, kidole cha shahada iki hapa, kidole cha shahada hicho mara nyingi kinaunganishwa na utumbo mkubwa. Kidole cha shahada kinaunganishwa na utumbo mkubwa. Kwa hiyo unapofanya massage ama hijama katika kidole hiki cha shahada, basi ujue unatibu utumbo mkubwa wa chakula, ambapo hapo unazungumzia mfumo wa haja na nini, zinaeleweka vizuri. Kidole cha shahada utumbo mkubwa. Kidole cha shahada kina mahusiano na utumbo mkubwa. Jamani, tuko pamoja. Kidole cha kati hiki hapa, kidole cha kati, kidole cha kati kinaunganishwa na afya ya moyo na mapafu. Kwa kama mtu ana shida katika mapafu hata kama unataka kumfanyia massage tu basi, unaweza kumfanyia massage katika hichi kidole cha cha kati, ujue hapo unakwenda kumsaidia kuweza kupata upumuaji mzuri, sawa. Lakini pia unasaidia katika afya ya moyo. Kidole cha cha kati kwa hijama katika kidole maeneo ya kidole cha kati, basi ujue hapo unakwenda kutibu matatizo yanayohusiana na moyo, lakini pia na matatizo yanahusiana na nini? Mapafu kwa maana pumu, nemonia, sawa, kwikwi kwi, na magonjwa mengineyo. Kidole cha pete, kuna kidole cha pete, mnakijua hiki <tiple> e, hapa kidole cha pete, kidole cha pete kinaunganishwa na utendaji kazi wa ini na kibofu cha nyongo ini na kibofu cha nyongo, kile kinachobeba nyongo, kifuko cha nyongo kile, sawa eh? Kwa hiyo kidole cha pete kina mahusiano makubwa na afya ya ini na kibofu cha, cha nyongo, sawa jamani. Kwa hiyo akifanya massage eneo hilo mtu au akafanya hijama katika maeneo, basi ujue unamsaidia mgonjwa katika kuimarisha afya ya ini, lakini pia na afya ya kibofu cha nyongo. Kumbuka, kibofu cha nyongo kikibeba uchafu basi inaweza kusababisha mtu nyongo yake kushindwa kuzalisha ile nishati ambayo inasaidia kwa ajili ya umengenyaji wa nini, wa chakula, kutema ile maji ambayo inasaidia kwenye umengenyaji wa chakula. Kidole kidogo cha mwisho, hiki kidole kidogo cha mwisho kinaunganishwa na utendaji kazi wa figo na mfumo wa mkojo, figo na mfumo wa mkojo. Kwa hiyo kidole cha mwisho, mishipa yake ina mahusiano makubwa na utendaji kazi wa figo na kibofu cha nini, cha mkojo. Maana yake hapo tunazungumzia pia mambo ya dhaifu, jinsia, udhaifu wa tendo la ndoa, sawa, lakini pia uimara wa tendo la ndoa na mambo mengine yanahusiana na mfumo wa uzazi. Kwa hiyo kidole cha mwisho kina mahusiano hayo. Ndio maana ukiamka asubuhi mapema, weka fanya hivi yani, ukifanya tu hivi yani uta, uta, baada ya dakika kumi tu au kumi na tano utakuta mwili wako wote unaakisi taarifa, wote sinaeleweka, wote mwili wako naakisi nini unaakisi taarifa. Yani lazima utaona hali ya ujoto fulani unakuja katika, katika mwili kwa sababu hivi viungo vyote vina mahusiano na utendaji kazi wa nini, viungo vyote vya, vya mwili katika mfumo mzima wa mwili wa nani, wa binadamu. Sehemu ya katikati kati ya kiganja hapa, katikati ya kiganja ina uhusiano na tumbo na ini. Tukitaka tumbo maanake, hapa ni katikati kati ya kiganja kuna mahusiano ya tumbo na na ini, tukisema katikati, si mnaelewa eh? Alafu kuna chini ya kiganja katikati, ni hapa, si mnaniangalia huku? Katikati ni hapa, chini ya kiganja ni hapa, ukipiga ile eneo ili kapsi ukapiga eneo la chini ya kiganja hapo chini ya kiganja kuna mahusiano na vio vya uzazi kwa wanaume na wanawake. Mambo ya tezi dume yote yanaingia hapo, uvimbe katika kizazi kwa wanawake yote yanaingia hapo chini ya, ya kiganja hapa, nafahamiana vizuri. Kwa hiyo kiganja hiki usikione hivi, hii e, kiganja kina network na mifumo yake yakifahamu tena ndio mifumo ya fahamu yenye nguvu zaidi kuja katika mfumo mzima wa nini, wa mwili. Kwa hiyo ukifanyia hijama kiganja, basi ujue umeutibu mwili. Na rejea tena, msikariri kwamba hijama labda ni kuweka tu chale kwenye ili bodi, hapana, bali viganja na minyayo za miguu zina mahusiano makubwa sana katika utendaji kazi wa mwili na hususan na kuleta matokeo mazuri wakati wa tiba ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye kufanya hijama katika mshipa wa shingo ambao kitaalamu naitwa hablilwaridi, kitaalamu naitwa hablilwaridi, kitaalamu naitwa hablilwaridi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amejisifu kwamba yeye Allah yuko karibu zaidi kuliko vile hablilwaridi, kuliko hu mshipa wa hablilwaridi ulivyo. E Allah yuko karibu zenu. Takuja kuona inshallah kwenye semina ijayo. Kwa leo semina yetu sikutaka kuwa na mambo mengi sana. Tumeelezea faida za hijama kwenye kiganja ambayo tumepata faida ngapi? kumi na mbili, ambapo katika faida ya kumi na mbili, faida ya kwanza tumesema kuboresha nini? Mzunguko wa damu Faida ya pili kutuliza maumivu yameshipa, na faida ya tatu kurekebisha mfumo wa fahamu. Faida ya nne kutibu magonjwa ya ndani kwa njia hiyo ya hijama ya ya ya hijama ya kiganja. Magonjwa ya ndani maana kama figo, ini, ini, ini, sawa. Magonjwa yote ni magonjwa ya ndani sawa, ya magonjwa ya tumbo. Lakini tano kuondoa sumu, na faida ya sita kuimarisha nguvu ya kushika na utendaji kazi wa nini wa mkono. Sawa. Na faida saba tumesema kuimarisha mfumo wa kinga, na faida ya nane kupunguza maumivu ya moyo na kifua kwa watu wenye wa matatizo hayo, na faida ya tisa kusaidia wagonjwa wa kisukari, faida ya kumi kutibu maumivu ya joint. Na faida kumi na moja kuimarisha nguvu ya kushika mik kwa mikono, na faida ya kumi na mbili kurahisisha utambuzi wa magonjwa mengine. Na mwisho tumekuja kwenye pointi ambazo zinalengwa kwa ajili ya tiba ya hijama. Kwa hiyo naomba nichie hapo, kama kutakuwa kuna maswali tunaweza tukauliza maswali, na baada hapo, inshallah tunaweza tukatawanyika zetu, hakuna sababu ya kukaa hadi saa saba. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.